wajibu hii huo kwenye mpango mkakati. Amen, kwai tunakushukuru mchungaji kiongozi, kwa kweli tunaona dalili nzuri, na sasa mimi niwaage, asanteni. Kazi niliyotumwa nimemaliza, nashukuru eh. Muendelee natuonigozi wazee, pangeni naye mpango na ila nikawaimbie jambo moja, huyu ni mama anaitwa Lilian. Hawezi kuwa la watu wao Lilian hawezi kuwa maitua, maana tatizo la watu wao wanalinganisha. Aa, uafaa sio auaea kwamba huyu ni mama Lilian, lakini sio mwaiku. Ukitaka kulinganisha na kila mtu utapata shida mlikuwa mchukua Mama Samia, watu wanalinganisha na Magufuli. Hawezi kuwa Magufuli. Eh? Atafanya kwa uwezo kama Mama Samia. Jamani, amena. Amen. Na huyo atafanya kwa uwezo kulingana na maono ambayo Mungu amempa. Amena. Amen. Atu wangia jamani hapa twende ile msala na haa. Ah! Tulikuwa wana maipungu, tulienda kwa kuli. Haa. Ah -ah. Ni malize na mfano huu niondoke. Mchungaji mmoja alikabidhiwa kanisa kule Marekani. Kanisa kama hii, mchungaji amefariki, itakiwa bodi ya wazee i--itume nafasi kwamba kuna nafasi ya nafasi ya wachungaji wa alai i mfumu wa Marekani. Kwa hiyo mchungaji alipoomba, akakubaliwa, akaingia kanisani waka. Halafu hapa palikuwa na piano, yaani, kwa maana nyingine kinaa ilikuwa hapa sasa. Wameendelea, mchungaji akaona ni kinanda, sio vizuri kikae hapa, akaona kikae kule nyuma, watu wasio nakiona, kila waya uje kwenye spika, naona basi vijana wakafanya pale, wakaondoa wakaweka kule. Saa sita mchana, saa sita, mzee wa kanisa moja, ni kizee wa kanisa hiyo muda mrefu amefika naangalia kinanda kinapokaaga hakiko, akaangalia kiko kule, akapia, tumekuisha tumekuisha jamani! Akaanza kupigia simu wazee wa kanisa wenzao. <laughs> Huyu mchungaji huyu amekuja kubadilisha nakupisa maono ambayo mchungaji wetu aliweka, hey! na wale wakakimbia, wakaingia kwenye magari haraka kuja kanisani. Wakafika kanisani katika bibi walisema sunnaon kinanda kiko huyo, ameweka kule na wazee wa kanisa nao. Haya, ikawa vuu, mchungaji rudisha kinanda. Mchungaji ule ka ushuda wake anasema nilikidi nirudishe kinanda ili tuendelee vizuri. Sasa nini, msiwe hivyo. Huyu anakuja na maono na mtazamo kama yeye. Anaweza kusema kinanga kitakaye kule kusema, ah, mimi ni na wapi tulisema kikaende hapa. Kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika. Ah ah. Sisi hatu. <laughs> Anaweza kubadilika siku nyingine. Huyu mchungaji akasema, ah, kabisa hivi sasa tunataka vikae hivi. Tunabomoa. Nisikilizie yeah hapo. Mm. Mm. Mwaibuku na alisema hivi. Haa. Ah, Maadamu anafanya laki maendelea. Yusi inye kugombana. Mmenielewa. Amen. Hiyo eh. Natuwa mifano ana mpango kubadilisha. Kubadilisha hili ya kukuna kazi. Lakini tafika mahali. Mkijia ibada tatu hapa. Hakuna namuna. Mkijia ibada tatu hapa. Hakuna namuna. Mkijia ibada tatu au vyovyote vile. Lakini maneno maana msio kuharibu kufanya uzuri au wanaweza kusema, hapa tutengeneze ghorofa kwa bomoa, hapa tutengeneza ghorofa itakuwa chini na balkoni juu, mwingine sasa na ah, wale yeah, yeah, yeah, wazee ambao waomba kutoa ndio wanalala kitani <laughs> maana najua wameleta mrango kutoa.